Tumsifu Yesu Kristo. Ninakualika kwa wewe mkristo mkatoliki mwenzangu, tukumbushane machache yale ambayo tunapaswa kufanya ama kuto kufanya pindi tuwapo kanisani katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu. Mosi, kwenye misa kuna ishara kubwa mbili za msalaba, ya mwanzo na ya mwisho, na ishara ndogo tatu wakati wa Injili katika uso, mdomo na kifua. Mbili, ni padre tu anayekunja mikono yake na kunyosha viganja muda wa sala baba yetu, waamini wengine tunafunga mikono yetu. Tatu, hupaswi kupiga goti au kuinamia tabernakulo wakati wa misa takatifu, piga goti tu kulekea altareni. Nne, kukomnika kwa siku si zaidi ya mara mbili kwa mkristo Tano, kutoimba na kutopiga makofi wakati wa nyimbo kwa makusudi ni kutoshiriki misa takatifu. Wapo ambao pindi wanapokuwa kanisani wao, hata waimbe wimbo mzuri kiasi gani wao hawapigi makofi wala hawaimbi, na badala yake hubaki kimya muda wote kanisani nina kukumbusha kwamba kwa kufanya hivyo hushiriki misa takatifu, badala yake unahudhuria misa takatifu. Sita. Wakati wa mageuzi, hairuhusiwi kufanya shughuli yoyote nyingine, hata kuandaa nyimbo kwa wanakwaya na wapiga kinanda. Hapa wote tunaalikwa kuelekeza mawazo yetu na macho yetu katika altare takatifu, ambako Kristo mwenyewe anashuka kupitia maumbo ya mkate na divai saba. Misa ikiisha si sahihi kupita groto au kwingineko tena kusali, kwa sababu misa ndiyo sala kuu na baraka ya mwisho nenda kwa amani, kamtangaze Kristo. nane. Wakati wa sala ya karisi padri anavyobariki vipaji kwa kusema ili viwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu yesu Kristo, anabariki vipaji na siyo waamini, hivyo si sawa kufanya ishara ya msalaba. Tisa. Wakati padri ametoa baraka waamini mkiimba wimbo wa mwisho wanabaki wamesimama mpaka maandamano ya padre na watumishi yafike sakristiya. Usitoke au kukaa. Kumi Askofu anapopita ulipo, akifanya ishara ya msalaba kwa mikono yake, anakubariki. Pokea baraka hiyo kwa kufanya ishara ya msalaba. Kumi na moja si sahihi kwenda kukomunika ukiimba ukiwa na rusharusha mikono. Tembea ukiwa kimya na umefunga mikono kwa utaratibu wakati wa kwenda na kurudi. kumi na mbili. Ukikomunika kwa mikono, usikung'ute mikono yako, ikague na ulambe chembechembe chembe zote za hostia takatifu, kwa sababu Kristo anapatikana sawa katika kila kipande cha hostia. kumi na tatu. Kupiga makofi baada ya homilia takatifu si sawa. Homilia inafuatwa na ukimya na tafakari ya ukimya.